Majumba yetu tuwache kuwaficha waovu katika mitaa yetu, tuwache kuwaficha waovu ndani ya madarasa zetu, si kwa fitna, si kwa kumwonea mtu. Maana yake na sisi mafundi wa kubambikizana, mafundi wa kubambikizana. E, mi mwenyewe nishabambikizwa kibawa msikitini hapo ofisini hapo Watu mbebe, nenda kidogo. Sasa kama huko akili haifanyi kazi utaingia chaka kaa wanatengeneza watu wapafu, mtoto wa mzuri anapewa hela afu anakuja anaku anaku, anaku na wewe kama akili yako imekaa tenga unaingia kwenye mtego ambao eh, lakini. watoto wadogo, halafu baya zaidi ni watoto wako. Sasa kati ya sisi na mbuzi tunatofautia? Tujirekebishe. baada ya kusema haya, yawaingie na haya inayezungumza yapo kwenye takwimu. Si vyema nikaanza hapa kutaja maeneo na wahusika. Si vyema tuchukue ibra ya kuzinduka. Watu kwa mmoja, huwezi kufanya kazi hiyo, ni lazima ushikamane wa moja, ni lazima ushirikiane. Sawa. Labda yanuli no? na mgogoro hiyo ni kikwazo, lazima utatue huo mgogoro kwanza, sawa. Hicho ni kikwazo, lakini kikwazo kingine pengine viongozi wa mwelewane, hiyo ni kikwazo, lazima mwelewane, lazima ubainishi na kwamba kwa sababu vikwazo vilivyo navyo ni hivi vinavyoweza kutatuliwa ifanyaje vikatatuliwe. Viko vingi, sasa inategemeana na vikwazo vilivyoko kwenye, inategemeana na fursa walizo nazo inategemeana na fursa ulizo nazo na inategemeana na uwezo ulio nao. Kila msikiti unatofautiana na kila kata inatofautiana, hatufanani, si ndio? Kila mmoja akirudi kwenye kupanga hapa kwenye mpango wake aangalie ni kipi kinamkwamisha, si umeolewa vizuri? Tukitoka kwenye hatua hatua, ya mfano kujenga ofisi ya imamu ifikapo elfu mbili na ishirini na sita, si ndio? Umepanga kujenga ofisi ya imamu ifikapo elfu mbili na ishirini na sita Umeshaondoa ile vikwazo lile, umeshaondoa ile kasoro hiyo, ofisi itajengwa, si ndiyo? Lakini kama kasoro zile zipo, tatizo lipo, huwezi kufanya. Kwa hiyo unaweza kaangalia malengo yako ni nini? Sawa, labda wewe unataka kujenga msikiti, wewe unataka kujenga madrasa, unataka kuchimba kisima, sema mimi malengo yangu ni haya ni haya na haya na haya. Sawa, ukisha yaweka yale malengo Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.